Maafisa wa polisi wamepata baadhi ya vitu vilivyoibwa kutoka katika kituo cha polisi cha Dagoretti katika maandamano ya siku ya Jumatano. Naam, kwa mujibu wa polisi, baadhi ya vitu vilivyopatikana ni bunduki moja aina AK47 na nyingine inayotumiwa kukabiliana na waandamanaji maarufu anti riot. Naam, na kama anavyoarifu Franklin Wala, ni kwamba polisi wamewatia nguvuni washukiwa kadhaa wanaohusishwa na uhalifu huu. Operesheni ya polisi ya kutafuta baadhi ya vitu vilivyoibwa kwenye vurugu zilizoripotiwa siku ya Jumatano imesababisha kupatikana kwa bunduki mbili, ikiwemo ya AK47, bunduki ya kukabiliana na vurugu maarufu anti riot gun, maganda ya risasi ya AK47, risasi kadhaa, sare za polisi na televisheni iliyoibwa kutoka kituo cha polisi cha Dagoretti.

Washukiwa saba pia walikamatwa huku wanne wakizuiliwa na polisi, na wengine watatu wangali wakipokea matibabu hospitalini, ila chini ya ulinzi wa polisi. Uchunguzi wa polisi uliwapeleka kwenye boma mmoja huko Kirugumtuwini, ambapo mtu mmoja alikamatwa na mwengine kutoroka. Chumbani kwa mshukiwa kulipatikana bunduki moja. Bunduki hiyo ni miongoni mwa tano zilizopotea kituoni mwa polisi siku ya tukio. This one was

Inadaiwa mshukiwa aliyetoroka aliyeonekana na bunduki hiyo akivunja mtambo wa ATM ya benki moja mtaani humo. Tayari polisi waliwakamata washukiwa wengine ishirini na watano na kufikishwa mahakamani wakisubiri kufunguliwa mashtaka. Franklin Wala, runinga ya Citizen.